Ujumbe wa maisha ei, binamu sikiliza hii vizuri, binamu yangu ei, kuna mambo ukiyafanya leo, maisha yatakufundisha kwa maumivu kesho. Usione kama tunakuambia kwa kukudharau, tunakuambia kwa sababu tumeshaumia kabla yako. Ei, namba moja, binamu yangu acha kuwadharau watu waliokutangulia. Maisha yana meza ya mzunguko, utashangaa ukihitaji msaada wa yule uliyemcheka. Namba mbili, binamu ukiona mtu anakosa pesa leo usimcheke Fedha hazina undugu, zinaweza kukuacha bila salamu. Namba tatu, binamu yangu, kama una akili nyingi sana, usitumie kudhalilisha wengine, dunia haina mshindi wa mwisho. Namba nne, binamu, ukikataa kusoma au kujifunza leo, utalazimika kuitii dunia kesho, hata kama haikupendele. Namba tano, binamu, ukizoea kuishi kwa kuigiza kwenye mitandao, utachoka kujificha kwenye maisha halisi. Namba sita, binamu, achana na tamaa ya kuharibu maisha ya watu kwa kiki kama haishindwi njia. Namba saba, binamu yangu, ukipata mtu anayekupenda kweli, usimtese. mapenzi halisi hayapatikani mara mbili t mwisho wa video. Binamu, kama umejifunza kitu hata kimoja, bonyeza subscribe, like hii video na share na binamu zako wengine. Usisahau ku comment nimepata ujumbe binamu kama umeelewa.